Na, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Yegowasu TV, sauti ya jamii popote pale ulipo na unapoendelea kupata matangazo yetu katika studio zetu za Yegowasu TV, leo tumebahatika tu kutembelewa na mgeni hapa, na ninakwenda kumleta kwenu mgeni huyu, na atuambie yeye ni nani na ametoka ti. Mgeni wetu karibu, asante kwa kuanza mazungumzo yetu. Yegowasu TV tunahitaji kujua wewe ni nani na umetoka. Okay, asante mimi kwa majina ninaitwa Faraja Dickson Funka. Ni mchungaji wa kanisa la Wasabato wa kanisa la Mlimi. Kanisa la Mlimi. Kanisa la Mlimi linapatikana mkoa gani mji gani? Okay, kanisa la Mlimi ni mojawapo ya makanisa yanayopatikana katika mtaa wa Nyakato Musoma, katika mkoa wa Mara. Asante. Pamoja na yote, nini hasa lengo la kuja katika studio zetu za Yego Wasu TV? Lengo la kuja okay. Nimefika hapa, uh, katika studio za Yego Wasu TV kwa sababu nimepata taarifa njema, na ni kwamba Yego Wasu ni kituo bora cha matangazo, na ndio maana wanakwenda kwa jina hili, sauti ya jamii jamii ndiyo sisi, na kwa hivyo nimefika hapa kwa ajili ya kuwapasha habari wapendwa na ndugu zetu ambao tumefanikiwa kuwaalika katika harambee yetu kubwa itakayofanyika tarehe mbili mwezi Novemba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kwa ajili ya kuongeza ukubwa wa kanisa ambalo limekuwa dogo kiasi na hivi watu wamekuwa wengi, waumini. Okay. Na hivi tunatamani kujiongeza ili watu waweze kuabudu katika roho na kweli katika nafasi hiyo. Oh. Enzi mtazamaji wa, wa Yegowasu TV, karibu tumjengee Mungu mahala pakuulia. Naam. Okay. Tunapoendelea na, na mazungumzo haya, mgeni wetu ni nini? Ni lini hasa tukio hili litafanyika lini? Tukio hili ni maridhawa kabisa na tarajia kulifanya siku ya tarehe mbili e, mwezi wa kumi na moja Asante. na tujuze jambo moja kwamba hala mbee hii itaendeshwa na nani na ataambatana na nani mwingine katika siku hiyo? Ninataka kuwapa taarifa kwamba tutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kanali Evans Mtambi ambaye hakua akiandamana na wageni wengine kutoka labda wilaya wilaya dhwati katika wilaya mbalimbali wakuu wa wilaya watakuwepo wanaotoka katika. Kwa kuwa mara sio hao tu, lakini pia kanisa letu halijabaki nyuma. Mara conference mwenyekiti uh, Joseph John Matongo atakuwepo akiandamana na wakurugenzi mbalimbali kwa ajili ya tukio hili. Asante sana. ni kiasi cha shilingi ngapi ambazo tunakusudia kuzikusanya kwenye siku hii maalum kabisa? Tunatarajia kukusanya kiasi cha shilingi milioni mia moja, sababu ndio bajeti ambayo inakubali kufanya kazi hii, kazi ya Bwana. Mwisho kabisa, ungependa kuambia nini wapenzi watazamaji wa Yegowasu TV popote pale walipo kuhusiana na tukio hili adhimu kabisa mbele za Mungu? Kwa hivi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, unaposikia sauti hii, ni mimi mtumishi wa Mungu, ninakukumbusha kwamba Mungu amekupa kitu, na ndiyo maana anakuuliza ya kwamba umpatie hicho alichokupatia, ili tuweze kufanya kazi yake ya kulijenga kanisa la vipi baso TV. Tunasema mwambie rafiki, mwambie jilani, mwambie ndugu, ni wakati wa kumjengea Mungu mahala pa kuabudia. Usisahau kusubscribe na kushare link pamoja.